Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu inatarajia Novemba kumi na nane mwaka 2025 kusikiliza hoja za awali katika kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili mkurugenzi wa kampuni ya Vanilla International Limited Simon Mkondya maarufu kama Dr. Manguruwe. Usikilizaji huo ulitarajiwa uwe leo Novemba kumi na saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki, lakini umeshindikana baada ya wakili wa serikali Titus Aron kusema kuwa Jamhuri bado haijakamilisha kupandisha nyaraka zote kwenye mtandao wa, wa mahakama. Mbali na Mkondya, mshtakiwa mwingine ni Rweyemamu John mwenye umri wa miaka hamsini na tisa ambaye ni mkaguzi wa fedha wa kampuni hiyo ambapo wanakabiliwa na mashtaka ishirini na nane ikiwemo kuendesha biashara ya upatu na utakatishaji fedha linalomkabili Mkondya. Kwa mara ya kwanza washtakiwa hao lifikishwa mahakamani Novemba 5 mwaka 2025 na kusomewa kesi ya uhujumu uchumi namba 31523 ya mwaka 2024. Katika moja ya mashtaka hayo, kuendesha biashara ya upatu, washtakiwa wanadaiwa kati ya Januari mosi 2020 na Disemba mosi 2023 jijini Dar es Salaam walitenda makosa hayo. Katika mashtaka tisa ambayo ni ya utakatishaji fedha yanayomkabili Mkondya peke yake, inadaiwa kuwa kati ya Januari mosi elfu mbili na ishirini na Disemba mosi elfu mbili na ishirini na tatu akiwa katika mkoa wa Dar es Salaam na akiwa kama mkurugenzi wa kampuni hiyo alijipatia jumla ya viwanja tisa vilivyopo katika kitalu namba AB katika eneo la Idunda mkoani Njombe. Habari hii imeandaliwa na Denis Mtima. Mimi ni Grace Kuni.